Timu ya mpira um, wa miguu soko la Buguruni Ilala jijini Dar es Salaam imekabidhiwa rasmi fomu ya ushiriki wa mashindano ya Masoko Cup 2025 ambayo yanatarajiwa kufanyika mwezi Mei mwaka huu. Wakati huo huo, zoezi la uchukuaji wa fomu ikiwa limekamilika rasmi ambapo masoko 24 yatashiriki mashindano. Wakizungumza na Channel Ten michezo, wakilisha soko la Buguruni wameeleza namna ambavyo wamejipanga kuhakikisha wanafanya vizuri katika mashindano hayo ambayo upande wao watashiriki kwa mara ya kwanza. Umejipanga vya kutosha kwa sababu mashindano, unapoingia kwenye mashindano unakuwa unajizatiti kwa hali na mali. kwa hali na mali. Kwa maana hiyo, na sisi tupo vizuri katika uandaaji wa timu, kuandaa wachezaji na pia katika ushiriki, tuna uzoefu wa muda mrefu. Kwa maana hiyo, tutafanya vizuri na tutawapita wale ambao wametangulia. Tunakwenda kuchukua kombe mara ya kwanza, na sisi ni wa mwisho kuchukua fomu hata hivyo. Mara nyingi wale wa mwisho, wa mwisho huwa wanaangalia wanaotangulia wakoje, unaangalia maadui yako wa wakoje. Sasa tumeona maadui yetu ni dhaifu, na ndio maana tumekuja kuchukua fomu mwaka huu, kama ndugu zetu Azimio. Tuna imani na imani na wadau wa Buguruni, tuna imani na viongozi wa Buguruni, kuanzia diwani wetu, mtendaji wetu, mwenyekiti wetu, mwenyekiti wetu wa serikali ya mtaa, mwenyekiti wetu wa soko na kamati yetu ya soko tumejizatiti kwa pamoja, tunakuja kuleta kombe la Masoko Cup ndani ya soko la Buguruni na mtazamaji mara baada